Kwamba mtu ambaye atachinja ile siku ya kumi asikate kucha wala kunyoa nywele raadud. Na nafikiri katazo hili limekuja katika hadithi ya Mtume saa sallama aliposema, uh, yoyote ambaye kwamba atakuwa ana nia ya kuuchinja nah, na imeingia mwezi wa Dhulhijja, tarehe moja, yaani basi asikate chochote katika vitu hivi viwili, ima kucha zake au nywele zake. E, na nywele ni aina nyingi, kila mmoja na nywele zake anazijua. Naam, kwa hivyo usichukue chochote katika nywele. Tukisema nywele, tuakusudia nywele zote, inaenea kwa wanaume na wanawake. Maadamu unania ya kuchinja, basi usikate kucha au hiyo nywele ambayo kwamba inakusudiwa iko kwenye mwili na no. Katazo hili ni hadithi ya Mtume sa sallam, na ni hadithi sahihi iko kwenye Muslim. Muslimna no. Lakini sasa wanachuoni wakatofautiana rai mbili, wengine wakasema Mtume alikusudia katazo la uharamu no. Kwamba ukikata ni haramu bima tabata madhambi. Wengine no. wakasema la, si haramu. Mtume alikusudia karaha. Unajua kuna hukumu inaitwa makuruhu No. makuruhu ni kitu kwamba ukifanya yani si madhambi lakini ni kitu sio vizuri no. yani sio kitu kizuri lakini upati madhambi no. kwa hivyo wakakusudia hivyo rai mbili hizo eh? no. wale wakasema ni haramu bimaana kama ni haramu hata siwapata madhambi wengine no. wakasema la hiyo amri sio kupata madhambi bali mtume alitaka kukataza ni makuruhu no. eh, kukata hivyo vitu ni swali lengine ilikuwa ni kutokata kucha ama nywele, siri yake kubwa. Unajua katika masala ya kisheria no. Mwenyezi Mungu anapoamrisha kitu sio lazima kujua hikma no. Wala sio kujua kwa nini ikatoamrisha swala no. Huwa sheria no. Swalini basi mswali no. Sio kuuliza kuna hikma gani no. fungeni Mfunge. No. Lakini sio kwamba hakuna hikma. Ziko. Na wala kuuliza sio makosa lakini n -n -n -n -n sababu wanachuoni walifanya bidii kubainisha hizi hikma za baadhi ya ibada no. Tuje hapa kwenye kutokata kitu katika mwili wako. Jambo la kwanza wanachuoni wamesema, yani nywele na kucha e, wanachuoni wakasema no. siri kubwa ni kwamba tulitaka sisi tufananishwe au tujifananishe na wale mahujaji. Wale waliokwenda haji, wale waliokwenda haji. Naam. Kwa sababu wale kule wakiingia haji hawaruhusiwi kukata chochote katika hivi. Naam, na sisi tukafungamanisho ya kwamba maadamu limeanza tarehe moja, haturuhusiwi kukata, unaona tumefanana. Naam, eh hiyo ndio hikma ya kwanza. Naam, hikma ya pili utakapoweka nywele zako naam, na kucha zako, siku kumi huzikati. Naam, unajua zitakuwa ni kubwa, zitakuwa timtimu. Naam kiungo cha mwanadamu ni miongoni mwa kiwiliwili chako. Naam. Naam. Sasa ikiwa kiwiliwili chako kimejenga na nywele na kucha, wakati unapoviondoa alafu kukaja kuchinja. Naam. Ukichinja kiwiliwili chako chapata thawabu mwili mzima. Chaachwa huru na moto mwili mzima, sheria ilipendelea Naam. ya kwamba zile nywele zibakie na kucha ibakie ili wakati wa malipo nazo zishiriki katika ile malipo. Kimecha kwamba kama mfano umekata Naam yale malipo yatakuwa kama kwamba nywele haikupata malipo naam, kucha haikupata malipo ile uliyokata. Watakapofika Arafa siku ya tisa, Subhanahu wa Ta'ala uangalia naam, uh, naam, naam, wa wale watu walivyokuwa umati mkubwa naam. hakuna uwanja mkubwa ambao wanakusanyikana watu hapa duniani kama siku ya Arafa, naam. Sasa Mwenyezi Mungu huwa anawauliza malaika wake kujifakhiri no, hao waja wangu, ebu angalieni waja wangu walivyokuwa wengi wote no, wananiabudu mimi, wananisikiliza, wametuia ya amri yangu, ebu niambieni hapa wamekuja wanataka nini hawa no? Basi malaika usema wanataka msamaha wako hawa no. Mwenyezi Mungu waambia basi niwasamehe mimi no, niwasamehe kwa hivyo Mwenyezi Mungu wale watu atakapowauliza malaika ja'u shu'than ghubran, wamekuja ilhali shu'than, yani nywele ziko timtimo, ghubran wana wanavumbi, wachafu no. Unajua ukifika harafa ukitoka unakuwa mchafu kwa sababu ya hali ya mazingira jasho no. vumbi. Sasa wachafu, hawa, wanataka nini? Mwenyezi Mungu jifakhiri na wao. Sasa wachafu no. nini hikma ya, ya, ya, ya kwamba usinywe nywele ni kama ile No. Ya kwamba kumbe kila unapofanya kitu kwa sababu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu no. Mpaka ukadhalilika ukapata tabu no. Ukaonekana umechoka, ukaonekana mchafu no. Kwa sababu ya kutimiza ahadi ya Mwenyezi Mungu, ya kutimiza amri yake, Mwenyezi Mungu anafurahika zaidi huo. Mwenyezi Mungu anafurahika kwamba mja wangu ametii amri yangu mpaka amekuwa mchafu kiasi hiki no. Nimekwambia siku kumi nywele zile hujazinyoa no. zimekuwa timtimu kucha hujazikata siku kumi zi zimekuwa rafu, kwa hivyo umekuwa rafu kwa sababu ya kusikiliza amri ya mola wako. Mola wako anafurahika kwa ile hali ulio no. akulipa ujira, ilhali anajifakhiri kwamba mja wangu amenisikiliza, ameshika toa yangu namna hiyo no, no, no, no. na sisi tunaona katika kufunga. Kufunga ni somo ni ibada ngumu, lakini Mwenyezi Mungu aliposema msile Naam. Na huli kweli usiwe, huli kweli usikaribie shahwa zako. Sasa Mwenyezi Mungu anajifahiri kwamba mja wangu amenisikiliza wa, naam. amejikataza na vitu hivyo hivyo, tumejikataza na kunyoa, ambapo kwamba ni vitu vinatusumbua, tumejikataza kukata kucha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anafurahi. Hizi ndio baadhi ya siri ambapo kwamba wanachuoni na wamezitoa naam. <laughs>